Sio tu Diamond peke yake ambaye alishindwa kumwelewa huyu jamaa sasa, wako wengi ambao walishindwa kumwelewa huyu jamaa. Lakini sisi wa, wa Kenya na wa Tanzania wa Afrika, kiufupi kiu, tunamlaumu Diamond eti hajui Kiingereza. Sio kwamba Diamond hajui Kiingereza, Diamond Kiingereza anajua. Na mbona Diamond kafanya interview kibao kule Marekani, kule New York, kwa kafanya interview ya redio moja kule, kafanya interview nyingine, yani kafanya interview kibao kwa Kiingereza. Afu kauwa unyama kama wote mwanangu mwenyewe. Eh? Afu leo mnakaa mnasema Diamond ajui Kiingereza kweli. Yaani ujamaa sio kwamba Diamond tu pekee alikuwa muelewi. Watu kibao walikuwa muelewi mpaka ujamaa jamaa mcheza mieleka wako wengine kibao sema ni video ni ndefu sana nimekuwekea tu fupi upate kuona. Sio tu Diamond pekee yake. Wako wapo hao wenyewe ni wakule kule wanakaa kule kule lakini wako wa muelewi ujamaa Eh, wakule kule na wanaongea Kiingereza lakini hawakumuelewa alikuwa anaongea nini huyu. Mnakuja kumlaumu Diamond. Oh, si Diamond anajua Kiingereza, maneno kibao hivi na hivi. Jamani, Diamond ndio msanii mkubwa kati Afrika, na Diamond ndio anawakilisha Tanzania, na Diamond anaongea Kiingereza perfect vizuri sana. Yani maana nafuatilia interview zake, uangalie zile ambazo amefanya katika radio za kule Marekani, ameongea Kiingereza mwanzo mwisho. Eh? Mtasemaje? Mtasemaje ajui Kiingereza? Huyu jamaa akashakula bangi zake, naye asiye anaongea kitu gani? animwenye hata simuelewi yani, simwe yani, maskini ya Mungu.